Na mwona, ili umtibu mgonjwa umpate mchawi, aliye mroga. Bana, umemrogaje? Atakwambia nimemroga kutumia maji ya bahari, nimemroga nikaenda kuchukua kibili tupele, nikachanga na iti alafu, nikachukua kucha zake yule, alizitupa, au niliziona au kuna mtu ulimuagiza, nikaziweka. Mishona, kwa tufanyaje hapo? kwa hiyo mi... Kwa kupitia ule mfumo ule, basi baadhi ya waganga, eh, ndo watajua. Kama, ah, hivi ya hivi, maana uganga nao ni tiba. Mshona, eh, tiba ndefu sana. Uh, kwa hiyo mpaka aseme yeye alimrogaje, ndio ye wewe uweze kumwagua. Kwa mfano kuna funza, sisi tumilipata, kwa Mtume Muhammad sallama salama e, katika hadithi mbalimbali, bwana mtume aliwahi e, ku, ku, ku, ku, kupata maradhi mazito sana, ndio ikawa sababu ya kushuka al-muawwidhataini bi nas kumbe falak, si so, kuna jamaa gani chawi hilo lilifanya majambo yake likaenda kufukia uchawi kwenye kwenye kisima huko. Hebu niambie sasa Ona maneno kao, kuna watu wana ufundi. Nimezungumzia hii kwa sababu kuonesha, kuonyesha famili ya mashoga ni familia kubwa na yenye siri nzito mshona. Kwa hiyo kama kuna mashoga wananitazama na, na, na wanapata hili mona, ikiwa wewe umekusudia kuacha kwa asilimia mia moja, basi tubu ila Allah taubatan nasuha Toba ya kweli, toba kweli ni ipi? Kwamba yule mwanadamu alla yarja ila limaasi abadan, katu hatorejea tena kwenye maasi, maisha yake yote hatorejea tena kwenye maasi. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Sasa turudi kwenye jamii ambao watu wanaowahoji, wale mashoga. Uh, jamii inawahoji mashoga ipate kujua. Ndio maana hata wa, wanaowahoji wanasema kwamba hebu, ah, tuambie ili kuwaje mpaka ingeilwa, ili wengi watazamaji waweze kujifunza. Utasikia bana, mimi nikaenda hapa nikasoma hapa nikafika hapa, makundi mwisho anasema hivyo makundi. Ah ah, wewe ushaambiwa sema ili kuwaje, mwisho kama umekubali mpaka kuhojiwa. Maana kuhojiwa ile ile interview au pasiwi vile, lazima ufahamishwe na mangana, baada tazungumza hivi. Kwa hiyo, maana majibu yako umeyapanga tayari. Kwa hiyo unapohojiwa, eh unakuta Uh, i, uh, ma, makundi tu ujana yani, makundi ujana, ndo majibu yao, sio kwamba majibu haya ndio kwamba yakemta kinywani uh, yani wao ndio wako hivyo. Mashoga ni kama majambazi sugu, hasemi bana. Ni, ni wachache tu wenye kusema. Kwa mfano kuna shoga mmoja wa Nigeria uh, sipo kwenye kutaja majina ya watu kinitaja nchi tusika. Umeona? Ni maarufu sana ndio tushoga namba moja Nigeria mpaka ikikatwa mpaka jibadilisha. Lakini historia yake mwisho ni taitwa nane sijui lakini nalijua jina lake. Umeona? La kwanza la Kiislamu mpaka jina lake lingine alojita sasa hivi la Kihuni. Umeona eh? Huyo basi, watu wakaambia naye unavangoza. Kike alianza kuvangoza. Kike hapana mimi, wanakimbilia kwenye mitindo yani. Umeona? Mitindo bana mitindo. Mitindo mitindo akakajifanya. Umeona mrefu sana, kaambia hapana. Wazazi wakamzingua waka sana mpaka akakimbia kwao, mpaka jamii ikamzingusha, si kweli shoga? Mpaka akaibadilisha maumbile, mpaka na maziwa kabisa akatengeneza. Unaona sehemu ya makalio makalio, imekaa vile vile, mpaka rangi. Ukiona picha yake wakati ile ya kipindi cha cha cha nini nini foolish age na na na, kwa sasa hivi ni mtu mzima, lakini bado tabia ndio ile ile. Mpaka kuna kipindi alifungwa kwa miezi sita, ikabadilika, mpaka ndevu zikaanza kutoka, unashona. Kwa hiyo unaona kwamba kwa kwa hawa watu Eh, wanasiri nzito mtu paka anakimbia kwao na hasemi, ajifanya wana mtindo, lakini mwisho wa siku yale ambao jamii ilikuwa inamuhisi ndio hayo hayo, lakini hakuwa yeye kusema. Kwa hiyo unakuta mtu huyu yeye ni mwanadamu, inafika tu anajuta, ndio unakuta anasema mtu fulani ana kama eneo fulani bana shoga imebadilika sasa hivi umeona. Kwa kile kumbuka, hawa watu kama watafatiliwa vizuri, kama watafatiliwa vizuri bana wakawa wakakalishwa chini, watasema lengo la kusema ni nini? Mwana waende watu special watu wa dini, kwa mfano kama mimi, mimi ni Muislamu, napenda sana BAKWATA. Uh, umeona iandaye majeshi yake umeona, ikiwafuta bana, he ikae na, kwa sababu kuna wale ambao tayari wameshakubali kama hivi yu, juzi nimesikia tu kuna sijui inavyosemekana huyu huyu mwana mwana, mwana, mwanaadamu mwenzetu kwamba sijui ni shoga umeona, sasa nimeoa tomboy, umeona ni habari ya mjini sasa hivi ni shoga.

Alokusalamu. Nipe dakika dakika mbili na kucheki lazizi. Dakika da, eh dakika mbili na kucheki mke wangu. Dakika mbili tu inshallah. Uh, mimi niko niko niko nyumbani hapa na kucheki inshallah inshallah. Dakika sifuri tu lazizi wangu. I love you. Hai. No, naona tunatakiwa tuidumie jamii na <laughs> kadhalika tu tu tu tu. tu. Tuwasikilize, tuwasikilize familia yetu, ili nimalize hapa, ili niweze kuzungumza na mke wangu. Umeshaona? Kwa hiyo unapoanza na jeshi kwamba yule tayari ameshaamua kusema mimi nimebadilika, mpaka mimi nimeoa, na yule tomboi kasema mimi nimebadilika, mpaka hapa nimekusudia, nime fani kuolewa. Kwa hiyo ina maana hawa ni wazuri sana wa kuanza nao, hasa watu wa dini, kwa sababu wale wanini wamefunga ndoa Wakiislamu na ni Waislamu, kuwafatwe bwana, vipi? mko na haja safi safi, mbona hapa na wale mashekhe walioozesha ndoa mono wala ufungisha ndoa ina maana wala wajua zaidi kuliko nyinyi ambao mtakuwa wafuata. Sasa wale sasa ndio watoe channel kisiri, sio mpaka mitandao na namna gani, kisiri tu. Ndio tunahitaji tujue mtandao ili tuweze kuisaidia jamii. Unakuta mwingine kumbe, yani, mtandao ni mkubwa sana basi yule atawataja huyu na huyu, na kupitia yule tutapata wengi na ambao watabadilika, kwa sababu kuna watu wanahitaji wabadilike lakini hawana msaada. Umeona kile kitendo cha kufanywa vile, kwanza kishazoea cha kwanza ndo tabia ambayo aliozoeleshwa. Umeona wengi wanakuwa, mtashangaa. Mfuteni tu kwa siri, mtashangaa. Atawataja sana nyinyi, mtawafata pale taratibu zaidi. Mona moja badala ya mmoja mona, lengo la kuwapa tunaita tunawapa dawa. Hatuwezi kuiacha kaumu hii endelee hivi mona. Sisi tumeitwa umati bora ni kwa sababu tunakumbushana tuna mema na kukatazana mabaya, lakini tusiache tu media za udako zikawahoji kupata content, kupata viewers hapana lazima wafatwe au shehe, usikubali wewe. Unakuwa kont, unafanywa contact na wewe, yani ile in, interview ya udaku, eti na wewe unaingia. He bana wale wale wale mashoga wale, ah, wale pale hakuna ndoa pale wale bana, unawazungumzia kwenye udaku na wewe, yule mtu anaenda kwenye nini pegi pe, yake ya udaku, ana post na yeye ya yeah. Muona wakati ilibidi wewe uassist pasi iliyokuwa nzuri kiasi ambacho wale wapatikane mona katika mikono ya kuwa salama, labda taasisi fulani ya Kiislamu safi ikawafata. Kuna dada mmoja Catherine, sijui mona ni kanisa gani, sijui anajitaitedi kufuatilia maswala haya na kutoa siri zao za mashoga mshona, lakini kwa upande wa waislamu hapa ilibidi wale tayari washajitoa wale Waislamu wawili, mmoja tomboi, mmoja alikuwa alikuwa ali, ali shoga inavyosemekana. Lakini mimi katika interview zangu nimeziona, sijawahi kuona amesema bana kweli, mimi ni shoga, na mimi nilikuwa nafanyiwa kitendo kile, na alikuwa ananifanyia, nilikuwa nafanyiwa fulani fulani, alikuwa anapata kiasi fulani, nilikuwa bure au sio bure, hajasema hivyo, sikumsikia. Ama mimi nilivyoanza, labda nilikuwa na mtu fulani, um, makundi yale, kulikuwa na fiangu mmoja, ndo alianza hivi, alinishawishi kwa kitu fulani, wakati niko chuo au niko au niko sekondari au niko maana fulani, akanifanyia hivi, hivi, hivi kwa kutoa maana, yani akazungumza vile hawasemi na na labda na watu mtawataja kadha na kadha. Lengo la kuwataja uh, sio hadharani, ni kwa watu husika, ili aweze waweze watu kufuata waweze kutibiwa. Yule anayefanya na anayefanywa wote ni wagonjwa na wote ni balaa katika ile kundi la kaumuluthi Sodoma na Gomora unaona. Lakini lengo la kujulikana maana yake ni nini eh? lengo la kujulikana eh? ni iwe ni tiba kwa wengine na kuwatoa ku wale katika lile kundi ovu zaidi. Kwa watakapofuatwa, yule atasema kwa utaratibu, sio kwenye media. Taratibu bwana. Atazungumza tu bwana, mimi kwanza nilivyoanza nilianza kadha na kadha, walinifanyia ni huyu na huyu na huyu na huyu, na hata yupo yupo haya amekufa. Lakini kufika hapa nikaanza kufanya hivi, tukawa tunafanyia sehemu fulani na fulani na fulani na wote, na wajua waliomfanya na aliyokuwa anawafanyia yeye au aliyokuwa anafanyiwa nao. Basi wote atawataja. Basi watafuatwa mmoja baada ya mmoja. Mtakuta Waislamu huko, mtakuta Wakristo huko, mtakuta wapagani huko situfamiana basi, wale watamjiwa vizuri. Jamani, sisi tumekuja muona, kwa hiyo haina haja ya kujificha. Mjoi hadharani kwetu sisi, kwetu hadharani, kwenye media kwetu sisi, tunahitaji tuwatoe huku. Mungu wapendi, mtashirikiana kama na wale. kuna Wakristo pale, basi na Wakristo pia wao watachukuliwa na watu wao, karibu mtakaa, mtaungana, tuko nesa. hata serikali tunakuwa tunaisaidia, tunaisaidia so, sababu vita hii sio serikali peke yake au jamii peke yake, ya jamii zote na serikali kwa ujumla Yani, majamii zote, wa Kristo wa Islam, hata wasiokuwa na dini, kwa sababu hili jambo ni baya zaidi. Nafikiri mimi nime nime nime, nimemaliza hapo, lakini lengo la mimi kuzungumza haya kwamba mashoga wana siri kubwa sana, hawasemi. Hawezi kwamba kwa mimi nifanyia fulani fulani fulani, lengo la kufanya hivyo manake ni afatwe yule mtu na wale watu wote, mizizi yote iondolewe, kwa sababu yeye tayari mfanyiwaji, tumekujua ndo wewe mshona wanaokufanyia Ina maana tuwatoa wafanyiwaji wale, wanaofanya ndo waharibifu. Akiwa yule hampati yule ambaye anemfanyia atamtafuta mwingine, atakaa mtoto wa miaka miwili, miaka mitatu. Ndo maana anakuta mtu kabaka mtoto wa miaka miwili, miaka mitatu, miaka mitano, kwa sababu yule mfanyaji, wale wafanyaji wake wengine wameshabadilika tayari, si tumefahamiana hapa. Sasa, anaanza kutafuta mwingine wa kumwaribu, kama alivyoharibu wale. Mtoto mdogo anaanza kumwaribu kama mtu mwingine. Mitu wengine wameelewa namna ya huyo, uoga hawasemi mpaka wanakuwa ndo wanakuwa wanakuja kukuburu kuje kwenye ushoga. Asante. Mungu atufanye wepesi katika katika katika kuyakamilisha haya, hawa wafuatwe kwa utaratibu tuweze kujua mizizi yao na tuweze kuiparanganya kabisa. Asalamu As alaykum.